urithi mapema kwa sababu kunaepusha changamoto nyingi. Hata mayatima nao pia wanaweza wana kupata haki zao mapema, na vizuka nao halikadhalika hivyo hivyo. Tushazikuta hizo kesi, tushazipokea kuna watu wanatawalia mali ambao zile mali kiuhalisia haziwahusu. Wengine ni ndugu wa marehemu, lakini hawastahiki zile mali, wanaanza kuweka vikwazo nwakizingatia pegile labda, ile mwanamke au aliyekuwa mke wa marehemu akokuwa na mafahamiano mazuri baina yake yeye na familia ya mume, kuta hiyo changamoto. Kuna ndugu jumba wa marehemu anasema we, madamu umeelewa aliyekuoa kisha kesha kufa, tafuta bahala wende una chako tena ndo maneno ambayo wanakuwa wanaambiwa, eh inabidi aondoke zake na watoto wale mayatima, anahangaika tena huko, wakati mali ipo ya kuweza kumfaika yeye pamoja na wale mayatima wayo, mmoja, hakapita upu, hakapita kwa hiyo. Mara moja kuna dada mmoja aliwahi kuhangaika kama hivyo, akapita huko, akapita kwa sheha, akapita kwa nani, akapita kwa nani, kaangaika, akafika mpaka kuna sehemu moja wanaitwa za Tinzuri walezafea wakamwambia, yule mama aje Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Akaja ukampa miongozo ya nini cha kufanya, na kwa sababu kuna watu ndani ya familia kule, pengine alikuwa anahofia, kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa wanatisha. Ndio kaambiwa wewe, endelea kufuatilia kitakachokukuta utajua wewe sasa. Tena ukiendelea kufuatilia unaweza ukaja ukatiwa maradhi lakini siku zote tunaambiwa, unasikia habari hiyo, wanazungumza kwamba serikali Nairobi, akishakuja mtu mtu, kuna mtu fulani na mtu fulani, wajumba kule, ndio wanazuia ile hakia, haki ya haki yangu pamoja na wanangu na watoto mayatima na, wa, na, na baba yao kafariki kawachia mali, lakini wao wanazuia kinachofanyika. Kwa sababu sisi ni serikali nampelekea wito ataitwa kiserikali, atakuja tutakaa naye tutazungumza naye na wengine, binada, kwa sababu muda wengine yeye ni binadamu, hajui anajihisi kwamba yuko kwa ana anamuhusu marehemu moja kwa moja yeye ndio mwenye, mwenye haki haijui ile mirathi, na ndio ile changamoto ya mwanzo ulioizungumza kwamba watu wengi hawajui hawana taaluma kuhusiana na elimu ya mirathi. Kwa hiyo tunaweza tukawaita tukaje tukakaa nao tukafahamishana tukaambizana mpaka e, mwisho wa siku anakuwa mwelewa mirathi inafanyika, kisuka anapata haki yake e, na mayatima wanapata haki zao. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba kwa vile sisi ni wadau wa jamii kwa sehemu kubwa na hasa hasa kuhusiana na maswala haya ya, ya mirathi basi kwanza tutekeleze yale maelekezo, kwa sababu si tunafahamu kwamba mwenye mwenye mamlaka anatakiwa apewe mamlaka yake, na kwa swala la mirathi mwenye mamlaka atakuwa ni Wakfu na mali ya Amana. Kwa hiyo natakiwa tufanyie kazi, kisikia jambo la mirathi, familia wamekuja, wana jambo la uhili nahili na hili, na hili kuhusu mirathi, toa maelekezo, naendeni Kamisheni ya Wakfu na mali ya amana kwa sababu, changamoto tayari nimeshazizungumza huko, kwa nini tuelekeze watu wa kikamisheni ya wakfu na mali ya amana. Kwa hiyo tujitahidi, tuwahamasishe wananchi na sisi wenyewe tujue kama kuna mambo tulikuwa hatuyafahamu, tayari tushayafahamu. Eh, kwa hiyo sisi ndio tuwe wajumbe <coughs> au mabalozi katika jamii kuwafikishia hayo maelekezo. <coughs>